Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ndugu zangu karibuni katika jumuiya yetu Iko Wapi Zamani. Sasa tumeanzisha kampeni rasmi ya kuandikisha wanachama ili tuweze kutekeleza huduma za kuimarisha jamii yetu katika mazingira tunayoishi. Malengo yetu makuu ni kuchunga na kukuza vipaji vya vizazi vyetu katika sekta ya uchezaji wa mpira hususan. Sote tunajua kwamba watoto wetu ili wasipotee kwenye mazingira ya utata kama vile kuzama katika mambo ya anasa za starehe, kujiunga na makundi ya uhalifu mitaani basi, ni lazima tuwashughulishe vijana wetu kwenye mchezo wa mpira. Mpira sasa hivi umekuwa ni chumo la kutengeza na mazingira na kusaidia jamii kuwa katika hali nzuri. Ingawa twazungumzia mada hii, nataka na tufahamu pia kwamba hatuko hapa kuahidi zisiokuwa na uwezo nayo. Hatutoi ahadi ambazo uh, zisizokuwa na uh, malengo. Sisi tunajitahidi kuleta hali nzuri, kubadilisha hali iliyo tuje katika hali nzuri, na hili haliwi isipokuwa kwa sote kushirikiana na kusaidiana. Napenda kuyaeleza mambo matatu ya kimsingi katika ajenda hii ya leo. Suala la kwanza ni kwamba Iko Wapi Zamani ni shirika la kujitegemea. Msingi wa pili ni kutafuta wadhamini, Iko Wapi Zamani kutafuta wadhamini, na msingi wa tatu ambao tunataka kuzungumzia ni iko wapi zamani kuwa na ofisi yetu ya huduma. Ndugu zangu, mambo haya matatu hayaji tu hivi hivi kwa kuyatamani, bali ni lazima uyavulie nguo, yani tuyavulie nguo na tujitokeze kwa hali na mali. Nikisema kwamba iko wapi zamani ni shirika la kujitegemea ni kwamba tumetayarisha membership card zetu ili tujiandikishe sisi sote na familia zetu na jamaa zetu na marafiki vile vile. Kadi tatu hizi tukazipa majina, moja tukaiita gold, na ya pili inayofuata ikaitwa silver, na ya tatu ikaitwa bronze hizi kadi ili sisi tuwe ni wenye kujitegemea, basi itabidi, itabidi tujiandikishe katika chama chetu hichi. Na gharama za kadi ni gold, ni elfu kumi na ni malipo ya mara moja tu. Ukishakulipa elfu kumi yako, basi wewe unakuwa ni mwanachama wa gold, umepata kadi yako ya gold na umelipa elfu kumi. Inayofuata ni kadi ya silver na kadi ya silver gharama yake ni elfu tano. Unalipa hiyo elfu tano kwa mara moja, halafu unakuwa wewe ni mwanachama wa kadi ya silver. Na ya tatu ni kadi ya bronze ambayo gharama yake ni elfu moja. Kwa hivyo ukilipa elfu moja kwa mara moja inakuwa wewe sasa ni mwanachama ambaye una kadi ya bronze. Hizi kadi kutakuwa na priorities ambazo tutaweza kuzitangaza, zitakuwa zina kutambulisha wewe kama mhusika na mshirika katika chama chetu hichi, Iko Wapi Zamani. Na Iko Wapi Zamani si ya mtu fulani wala si ya pote la watu fulani. Iko Wapi Zamani ni jumuiya yetu sisi sote watu wa Mombasa pale. Kwa hivyo tukijiandikisha pale, ndio tutakuwa tumeipa nguvu Iko Wapi Zamani iweze kujisimamia, iweze kujitegemea na kufanya mambo mengine mengi. Tuna ndugu zetu ambao wako nje ya nchi, wanasema diaspora Ndugu zetu sisi tunawahimiza mlioko nje, nyinyi muwe ndiyo nguzo ya kulifanya hili jambo lifaulu na lisonge mbele, kwa sababu yale ambayo Mwenyezi Mungu anayowaruzuku nayo nyinyi huko mlioko nje, sio yale ambayo wanayopata wenzetu walioko kule nchini Kenya. Ingawa yote haya tunasema kwamba kutoa ni moyo kwa sababu mtu anaweza kuwa nacho na vile vile asiwe na moyo wa kutoa. Kwa hivyo, tunatoa nafasi hata mtu wa Mombasa pia, akiweza kugharimika kwa elfu kumi basi jambo hili huwa hajapoteza kitu, na isifike hapo tu, bali tunahimiza ya kwamba mababa na mamama majumbani wasimame na iko wapi zamani, tushirikianeni sote kwa sababu Iko Wapi Zamani inahudumikia kila mmoja wetu. Wewe mama, mtoto wako anaweza, anaweza kupata nafasi katika kufaidika na Iko Wapi Zamani. Hatutokwenda sisi kwa misingi ya ubaguzi wa aina yoyote, bali kila mtu atakuwa na haki sawa katika Iko Wapi Zamani. Tunataka kukuza vipaji, vipaji vya wa watoto wetu hususan wanaocheza mipira. Kwa hivyo <coughs> nafasi inaweza kuja kumwangukia mwanayo au ndugu yako au jirani yako au mtu yoyote ambaye anatoka katika jamii yetu. Kuhusu kadi hizi uh, tutahitaji utuonyeshe risiti kwamba umelipa, halafu risiti hiyo utatuma na passport size picha moja, picha ya passport size utaituma pamoja na risiti kuonesha kwamba umelipa. Na malipo yenyewe, kulingana na uwezo wako, unaweza kulipa kwa installment. Pengine huna elfu kumi, utalipa elfu mbili mbili, elfu tatu tatu, mpaka ukamilishe. Ukisha kukamilisha, unapata kadi yako ya, ya gold, na tunahimiza watu wengi iwezekanavyo. Ukishika gold, basi tutakuwa sisi ni wenye kusonga mbele kwa haraka. Hili jambo litatupa sisi hadhi ya kuonyesha kwamba we are a serious community, kwamba sisi sasa tumeamua kweli tutataka kujifanyisha mabadili, kuleta mabadiliko. Kwa hivyo haiji tu mabadiliko kwa, kwa kuonyesha tuko katika hali ya udhalilifu au kuwa ni watu wa kuomba saa yote kusaidiwa, lakini twasimama wenyewe imara, na ni jambo zuri sana. Kwa hivyo hayo malipo nafikiri yameeleweka, watu wawe, watalipa na watapata uh, kadi zao, ili za kuwatambulisha wao, na huu ni mwito kwa kila mpenda kheri mwenye uwezo amlipie pia mwenziwe. Ikiwa wajua wazi, na rafiki yangu mimi niko nje huku na rafiki yangu fulani kule maskini, wata nitamfanyia hii kheri. Bwana, mimi nitakulipia hiyo, utapata kadi yako na wewe. Kwa hivyo huu ni mwendo ambao wa kujifundisha kujitegemea. Sisi tutakuwa ni watu wa kujitegemea na tutaheshimika katika jamii. Sasa baada ya kwamba ushalipa zile pesa ukapewa kadi ema gold, ama silver, ama bronze, unakuwa sasa wewe tayari ni mwanachama wa iko wapi zamani. Kutakuwa na malipo ya shilingi mia mbili mia mbili kila mwezi, shilingi mia mbili kila mwezi hizi sasa ndio za kuendelea, na mtu anaweza kulipa za mwaka mzima elfu mbili na mia nne elfu mbili na mia nne utakuwa umelipa mwaka mzima, ama ukitaka kulipa nusu mwaka kwa mia mbili mia mbili, ama robo mwaka. Sasa hapo utakuwa utajipanga ili tuwe tuna ile source of income bado tunaendelea nayo, na itatufanya tuwe na hima ya kufanya activities mbalimbali mbali. Hata pia tuta iwapo watu watajitokeza kwa wingi, basi tutaangalia pia katika sekta ya mambo ya education, lakini hatuahidi kwa sasa, isipokuwa hizi ni fikra kwamba manake tutakapokujikwamua ku, kisawasawa tuamue mambo yetu iende kisawasawa, kwa sababu tunaona watu haweshi michango, mashida yamekuwa mengi. Kwa hivyo ni lazima tusimame namna hii, tushikane na tusaidiane. Kwa hivyo nafikiri imeeleweka suala hili la membership card na shilingi miambili mia za kila mwezi na napendelea mimi na kulingana na tangazo letu hili, tulilidhamiria kitambo tulianzishe basi, napendelea insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie tulipe kuanzia Februari hii. Januari pia twaitolea pumzi, mujipange, lakini kuanzia Februari kwamba ushapata kadi yako naunatoa na mia mbili mia mbili ya kila mwezi, insha allah. Jambo la pili ni kutafuta wadhamini. Tutakuwa na wasimamizi wa kutuma barua za kutafuta usaidizi kutoka kwa mashirika mbalimbali mbali, au vile vile kuwaona wafanyabiashara na vile vile wanasiasa wetu ili nao wajihusishe katika mpango huu wa kuyashughulikia mahitaji ya jamii yetu. Jambo la kujiandikisha kupiga kura ni muhimu sana, ingawa sisi kama shirika hatutojifunga kwenye mrengo wowote, bali hayo ni maamuzi ya mpiga kura mwenyewe. Sisi tutawapigia kura kulingana na kujitolea kwao kwenye maslahi yetu kama jamii moja. Fila, vile vile tungewaomba wale ambao Mwenyezi Mungu aliyowakundulia riziki zao wafanye wema katika kusaidia umma wetu ambao una malengo mazuri kama haya, tuatakikaniwatuashukuru ikiwa tutakuwa ni watu tuliosimama kwa hali hii kwamba ionyeshe kwamba sisi ni watu sasa hivi tumeamua kubadilika. Jambo la tatu ambalo napenda kulizungumzia hapa leo ni kuwa sisi tuwe na ofisi ya huduma Iko Wapi Zamani, tufungue ofisi ya kuweza kuwahudumia watu wetu. Ofisi ya huduma ni kama kichwa katika mwili wa mwanadamu. Napenda kutoa mwito kwa kila mmoja wetu atusaidie iko wapi zamani, tuweze kuwa na ofisi mahali popote katika town center ya Mombasa. Ofisi ndipo mahali pa kusambaza huduma zetu, na vile vile ndipo pahali pa kuonana wakati wowote, na pia kuhifadhi nyaraka zetu hapo Tutakapotekeleza mambo hayo basi, sisi tutakuwa tumeleta mageuzi mazuri katika jamii yetu, na matokeo yake itakuwa tumeuokoa umma wetu na balaa nyingi katika mazingira tunayoishi ya hatari kwa vizazi vyetu. Kwa hayo machache, tunamwomba Mwenyezi Mungu atutakabalie sote amali zetu, atusamehe madhambi yetu sisi na waliotutangulia, na awalipe pepo wale watakaojitolea nafsi zao na mali zao kwa minajili ya kunusuru umma wetu. Kwa hayo machache, nasema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.